Tuhuma za kumwita gavana wa mkoa profesa Jean Jacques Purusi na mbunge wa mkoa mbinu nzuri ya kugeuza uelekeo wa mamlaka ya mkoa na wananchi kwa manufaa ya adui. Kwa mshangao mkubwa, kitengo cha mawasiliano cha gavana wa mkoa wa Kivu Kusini kimesoma hatia iliyosambazwa kwenye mitandao ya kijamii yenye kichwa kumuita gavana wa mkoa iliyosainiwa na mbunge wa mkoa Bubasha Davidi, mwakilishi wa Uvira, ambayo kwa sasa ni makao makuu ya taasisi za mkoa, wakati gavana wa mkoa Profesa Jean-Jacques Purusi anahangaika kuhamasisha nguvu zote za kijamii na rasilimali ili kukabiliana na wavamizi wa Rwanda na washirika wao wa FCM23, mbunge kutoka Uvira linalojulikana kwa upinzani wake zidi ya adui anaamua kwa makusudi kumpeuza tishio hilo lililo mlangoni mwa himaa yake, na baada yake kuchanganya fikra za umma. Ni nani ambaye angeamini jambo kama na hili? Je, kweli tunapashwa kuzungumuza juu ya ya kumwita ama interpelasyo? Kiangalia hati hiyo ambayo inaonekana zaidi kama jaribio la kujitafutia umaarufu kwenye mitandao ya kijamii, imeweza kugundua kuwa mwandishi wake ameshindwa kutofautisha kati ya swala maalum na kuomba maelezo kuhusu usimamizi wa jumla wa mkoa. Ni vigumu kuelewa ni maelezo gani hasa ambayo, ni maelezo gani hasa mbunge wa Uvira anataka, kwani bila kuingilia kwa undani zaidi, kitengo cha mawasiliano cha gavana wa mkoa kinaona wazi kuwa mwanzilishi wa hatua hiyo anasukumwa na nia ya kudhoofisha mamlaka ya gavana na kumzuia asizingatie mambo ya kipaumbele ya sekta yake ambayo ni usalama, mshikamano wa kijamii na maendeleo ya mkoa. Mbunge wa mkoa Bubasha Davidi ni mtu wa karibu wa washirika wa karibu wa gavana wa mkoa na huwa anapokelewa mara kwa mara katika ofisi zao. Kabla hata hatua hiyo haijajadiliwa rasmi na mbunge la mkoa, mitazamo ya wananchi, mashirika ya kiraia na wakazi wa Kivu Kusini kwa ujumla, na haikubaliani na hatua hiyo ya kihalali na yenye lengo la kumtoa gavana kwenye majukumu muhimu, kwa maoni yao, wakati huu ambapo kila mtu, hasa wawakilishi wa wananchi wa wa inapashwa kuelekeza nguvu katika mapambano zidi ya uvumi. Hakuna sababu wala wakati wala wakati mwafaka wa kuwapotosha wananchi kwa tamasha la ondoka wewe nije mimi. Kwa kifupi, mbunge Bubasha Davidi, ambaye anaelewa vema miradi ya haraka inayotekelezwa na gavana katika eneo la Uvira, pamoja na juhudi za kusaidia upinzani zidi ya wavamizi ingepashwa kataa kutumikiwa kama chombo cha kuleta vurugu na vurugu utulivu wa mkoa, kwa kuwa umeamua kwenda kinyume na wapiga kura wake. Matumaini sasa yako mikononi mawakilishi wakilishi wengine wa wananchi wa Kivu Kusini, ambao tunawafahamu kama wazalendo wenye uwajibikaji na uelewa ili kurejesha amani kati ya wawakilishi na wananchi wao. Uvira, kitengo cha mawasiliano cha gavana wa mkoa ndicho kimeweza kusaini kwenye tangazo hili.